Hebu tuzungumze Kiswahili kwanza. Mi Kiingereza hapa si hata sijui chochote kile. Tuzungumze Kiswahili. Sawa. Hakuna shida. Tunaweza kuzungumza Kiswahili tu. Una swali gani? Asante. Nashukuru sana kwa sababu unaelewa kila lugha. Yaani mi ndo ninachokupendea hapo tu. Sasa nataka niulize bwana, hivi haya mapenzi yalianzaje anzaje? Yani nani aliyagundua haya mapenzi, kwa sababu tunaona kama vile anatutesa sometimes hivi, hadi nataka ni mlaumu aliyeyaanzisha ni yani, nani alianzisha hiki kitu? <laughs> E, maana niambie, niambie. Naona umefurahi furai, afu umekata hapo hapo yani, sioni tena mwendelezo mwingine. Naomba tu nijue bwana, nani alianzisha haya mapenzi haya? Jamani, mapenzi haikuanzishwa na mtu mmoja, ni hisia za asili kati ya watu yamekwepo tangu zamani na ni sehemu ya maisha ya binadamu. Sio kitu cha kulaumu, bali ni kitu cha kufurahia. Tunafurahiaje mapenzi namna na hii kweli, yanarua na tutesatesa, mtu unapata tabu na nini, unafurahiaje vitu kama hivi kweli? Pole sana kama unapitia mchangamoto kwenye mapenzi. Ni kweli yanaweza kuwa magumu, lakini pia yanaweza kuwa mazuri na yenye furaha muhimu ni kujifunza na kukua kupitia mahusiano na kujitahidi kujenga mahusiano yenye afya. Ah, sawa, lakini pia ilikuwa ni swala la msingi kumjua mtu ambaye alianzisha, waligunduaje gunduaje kama vile vitu vinaweza vikafanyika kwa namna ile, afu mwisho wa siku ikatokea vya kutokea. Mpenzi ni hisia ya kina kati ya watu ambayo imekuwa ikibadilika kwa muda mrefu ilianza kama sehemu ya mahusiano ya kijamii na baadaye ikawa hisia ya upendo na mapenzi ambayo huwahusisha watu wawili. Sio kitu ambacho mtu mmoja aligundua, bali ni mabadiliko ya kijamii na kitamaduni. Haya, sawa. Sasa kuhusiana na hayo mapenzi kwa ujumla, lakini haya, tukitaka tuzungumzie lile tendo sasa, tuseme mfano tutumie lugha rahisi zaidi kwamba ni tendo la ndoa lile, nani aliweza kuligundua pale kwamba bwana tunatakiwa tufanye hivi na hivi ili ndo tendo la ndoa? Tendo la ndoa siyo kitu ambacho kigunduliwa na mtu mmoja, ni sehemu ya asili ya binadamu na ina malengo ya uzazi na kuimarisha mahusiano. Ni sehemu ya maisha yetu kwa muda mrefu ah. Sawa hapo, AI hapo naona kama vile unanizunguka zunguka fulani hivi, lakini poa, haina shida, mimi nimekuelewa. Kama ni swala la kijamii, sawa, haina shida, inabidi tuvumilie hivyo hivyo. Sasa tutafanyaje? Samahani kama umeona nimezunguka, lengo langu ni kuelezea kwamba mambo haya yamekwepo kwa muda mrefu na ni sehemu ya asili ya binadamu lakini tuko hapa kukusaidia kwa chochote unachohitaji. Usisite kuuliza tena kama una swali. Asante. Sasa hapa nampataje pataje mpenzi ambaye yani ametulia tulia fulani? Kumpenzi anayetulia kunahitaji kuvumilivu na mawasiliano mazuri. Jaribu kuwa sehemu ya vikundi au shughuli ambazo unafurahia, ambapo unaweza kukutana na watu wenye malengo yanayofanana. Pia kuwa kweli we mwenyewe na uwe tayari kujenga mahusiano ya kina. Mawasiliano za wazi ni muhimu katika kupata mpenzi anayetulia. Basi sawa, nashukuru. Ngoja ni chaji kwanza simu, afu baadaye nitakuuliza zaidi. Sawa, poa, endelea kuchaji nikisubiri. Ukiwa tayari, niambie, tutazungumza tena. Aya, asante sana, nashukuru. Karibu sana. Niko hapa kukusaidia wakati wowote wa